Nancy Pelosi aliyekuwa spika mstaafu wa bunge la wawakilishi ametangaza kustaafu kutoka katika bunge la Marekani, hatua inayohitimisha safari ndefu ya kisiasa ambayo ilimfanya mwanasiasa huyo wa chama cha Democrat kutoka jimbo la Kalifornia kuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Marekani. Kupitia ujumbe wa video siku ya leo Alhamisi tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka 2025, Nancy Pelosi amesema hatagombea tena ubunge baada ya mhula wake kumalizika mwezi Januari mwaka 2027. Hatua hiyo inaashiria ya mwisho wa safari yake ya kisiasa yenye historia kubwa. Pelosi, mwenye umri wa miaka themanini na mitano, alikuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa spika wa bunge la wawakilishi na aliongoza chama chake katika baraza hilo la chini kuanzia mwaka elfu mbili na tatu hadi mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Tumeandika historia, tumepiga hatua, alisema Nancy Pelosi katika ujumbe wake. Daima tumekuwa mstari wa mbele, na sasa tunapaswa kuendelea hivyo, kushiriki kikamilifu katika demokrasia yetu na kupigania maadili ya kimarekani tunayothamini amesema Pelosi na kuongeza kuwa kadri tunavyosonga mbele, ujumbe wangu kwa jiji ninalolipenda ni huu: San Francisco, tambua nguvu zako. Nancy Pelosi alichaguliwa kwa mara ya kwanza kuwa mbunge wa San Francisco mwaka elfu moja kenda mia themanini na saba akiwa na umri wa miaka arobaini na saba na alipanda ngazi kwa kasi ndani ya chama chake. Mwaka elfu mbili na saba alichaguliwa na chama chake kuwa spika wa baraza la wawakilishi na hivyo kuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo. Alihudumu hadi mwaka elfu mbili na kumi na moja katia chama chake cha Democrat kilipopoteza udhibiti wa baraza hilo kabla ya kurejea tena kama spika kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2023. Wadhifa wa spika wa baraza la uwakilishi ni nafasi ya kipekee ya bunge iliyotajwa wazi katika katiba ya Marekani. Baada ya makamu wa rais, spika ndiye anayefuata katika mstari wa urithi wa urais. Katika nafasi hiyo, Nancy Pelosi alihusika sana katika kusukuma mbele au kuzima kabisa ajenda za maraisi mbalimbali mbali waliotumikia katika kipindi chake kirefu katika bunge la Marekani maarufu kama Capitol Hill. Anatambuliwa kwa mchango wake mkubwa katika kupitisha sheria kuu ya huduma za afya za rais wa zamani Barack Obama, pamoja na miswada ya maendeleo ya miundombinu na mabadiliko ya tabia nchi ya urais wa Joe Biden. Nancy Pelosi pia alimkosoa moja kwa moja rais Donald Trump wakati wa urais wake katika muhula wake wa kwanza wa Trump, akijulikana sana kwa kitendo cha kuchana hotuba ya State of the Union akiwa nyuma ya Trump hadharani ndani ya bunge. Ifikapo wakati huo, alikuwa pia amekuwa shabaha kuu ya hasira za Republican wakimwona kama mwakilishi wa tabaka la wasomi wa pwani wanaosukuma ajenda ya matumizi makubwa na sera kali. Awali Nancy Pelosi alionyesha kusita kuongoza mchakato wa kumwondoa Trump madarakani mwaka elfu mbili na kumi na kenda. Hata hivyo, baada ya kufichuliwa zaidi kuhusu mahusiano ya Trump na Ukraine, alitangaza kuwa ilikuwa ni matumizi mabaya ya madaraka yaliyostahili kuchunguzwa. Baadaye alishirikiana na Rais Joe Biden kupitisha ajenda nyingi za serikali yake kupitia baraza lake licha ya kuwa na uwiano mdogo wa kura bungeni. Katika kipindi cha chini ya miaka miwili chama cha Demokrat kilipenya kupitisha miswada mikubwa ikiwemo mpango wa misaada ya covid 19 kenda, mfuko wa maendeleo ya miundombinu wa vyama vyote, mpango mkubwa wa kijamii na mazingira wa tathmini ya matrilioni ya dola, pamoja na sheria inayolinda ndoa za moja. Tangu aondoke kwenye nafasi ya uspika amebaki kuwa na ushawishi mkubwa kisiasa. Hivi karibuni alicheza jukumu muhimu katika kupitisha proposition hamsini huko California, juhudi za kugawa upya maeneo ya uchaguzi zenye lengo la kusaidia chama cha demokrat kupata viti vitano zaidi katika uchaguzi wa katikati ya mhula wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Hii ni Msasa Media.